Hawa vijana ambao walipata kadhia iliyotokea tarehe ishirini na tisa na siku zilizofuata, na leo ilikuwa inakuja kesi kesi, mojawapo kati ya kesi zilizo kuwepo kama tano, na hii ya leo, upande wa mkurugenzi wa mashtaka ameamuru kutokuendelea na ili shauri kwa kwenta nore kwa washtakiwa walikuwa tisa kwa siku ya leo. Itarajia nifanye mtihani wa kwenda form 3. Lakini meniasili ndio hivyo, sijafanya mtihani mpaka sahivi, sijajua maendeleo ya huko yakoje. Tarajio yangu tu hapo ni kurudi shule, wazazi kuongea na walimu, waangalie labda namna yoyote ya mimi kuwepo pale. Ujumbe nilionao kwa vijana ni kwamba wanapoona mambo kama haya yanatokea, kwa mfano kama vile maandamano, wasikurupuke e, wakae ndani watulie. Hata kama ni jambo la msingi, basi watarifikisha kwa muda mwafaka, sio kukurupuka kuingia kwenye, kwenye mkumbo. Nimeweza kumpata kijana wangu, amemwachia wa ili akaendelee na masomo. Hajaweza kufanya mtihani wa kidato cha pili, basi nitafanya namna nikaongea na walimu ili kijana wangu aendelee wa na masomo.